Bwana asifiwe sana. Leo tunakwenda kuangalia gharama ya hasira isiyofaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo Bwana anataka kuzungumza na sisi zaidi na zaidi kuhusu hasira tena, lakini sasa hivi Roho Mtakatifu anataka kutofautisha hasira. Bwana asifiwe sana, hasira ya kweli na hasira ya uongo. Amen. Hasira tutakazoenda kuziangalia leo ni ile hasira ya kibinadamu na ile hasira ya nini? Hasira ya Roho Mtakatifu. Sasa Roho Mtakatifu aliona ya kwamba asituache tuna heng. Amen. Akatupeleka mbele zaidi na kutaka tujifunze kwamba hasira ziko za namna mbili katika ulimwengu wa nini? Katika ulimwengu wa Roho. Hasira ya Roho Mtakatifu na ile hasira ya kibinadamu. Sisi kama watu wa agano, tunapaswa kujua hizi hasira yaani watu wa agano tukiwa na maana kwamba watu ambaye tumeamua kuishi ndani ya Kristo, watu ambaye tumeamua kumpokea Bwana nani wa maisha yetu, mwokozi wa maisha yetu. Kwa hiyo ni lazima tutofautishe. Amen.